Mtu anapofikia katika ukamilifu wa kibinadamu basi na dini yake inakuwa katika daraja ya ukamilifu, na mtu anapokuwa na mapungufu katika ubinadamu wake anakuwa na mapungufu vile vile katika tadayuni yake. Ndipo pale inatoka picha mbaya ya dini na inasibishwa, inanasibishwa na dini, kumbe ni kosa la yule mutadayyin. Hapa tuweni makini. Mtu anakuja leo kwa mfano, amevaa kanzu, amevaa kofia, ukimwangalia shakili yake kidini, swala tano kwa jamaa msikitini, tadayun, ukimwangalia alivyojieka amejieka kidini. Lakini kwa mfano, ametoka nje, anaanza kutukana, inatoka picha nje, kwa Uislamu ni dini ya matusi, Uislamu ni dini ya kutukana watu. Sasa inakuwa picha ya dini nzima inabadilishwa kwa sababu ya kitendo cha fulani.